Adam na hao walikuwa wameshavuruga mipango, walishavunja maagano yao na Mungu. Sasa patano, kuna gharama, watu wasiopatana kuna gharama ya kuwaunganisha watu wasioelewana, ambao walipatana halafu wakaja waka, mapatano yao kavunjika, kuna gharama ya kutengeneza. Wengine walishapelekana polisi huko, hii hawa watu wawe na amani tena wasalimiane kwa amani, kuna gharama ya ziada kuna vitu vya ziada inatakiwa vifanyike. Na Yesu alipoona kwamba watu hawa kina Sulemani wamevunja agano, kina nani wamevunja agano, sasa anajiuliza, tutapata na vipi na hawa watu? Akiangalia ni watu ambao ni maumba, ni watu ambao ni maumba, sasa tunafanyaje? Akamua atoe kitu, akamua atoe sadaka, Mwana wa Mungu. Ili agano liwe imara, lazima kuna sadaka inatakiwa. Kuna sadaka inatakiwa. Ndio maana watu wao wanaenda wanapeleka wanachinja wanyama, wanaua watoto wao, wanatoa sadaka ili magano yao kati ya, ya miungu yao na wao yao iweze kuwa imara, mapatano yao imara. Kuna sadaka. Sasa sadaka yetu ilikuwa ni moja tu ya damu ya Yesu Kristo anante hai. Hakuna sadaka yoyote nyingine ambayo inaweza kutolewa kuimarisha agano kati ya mwanadamu na Mungu nje ya damu ya Yesu. Asikudanganye mtu yoyote, nabii, mtume, askofu, sijui nani, ya kwamba lete fedha tuimarishe patano lako na Mungu. Kitu ambacho hakipo, hakuna. Asikudanganye yeyote ya kwamba lete ng'ombe, lete mbuzi, tuchinje tuimarishe mapatano yetu na Mungu. Nani kasema patano lako na Mungu ni kutambua thamani ya damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Ukitambua hiyo ni sadaka pekee ambayo ilileta patano kati ya mwanadamu na Mungu, wewe kinachobakia ni kufata nyayo za Yesu. Ni kufata nyayo za nani? Za Yesu. Roho Mtakatifu anifundisha niliposoma kitabu hicho cha Ibrania ya kwamba sehemu watu waliopatana huwa kuna amani. Ni moja ya sifa ya mapatano, watu waliopatana lazima wawe na amani. Huwezi kuniambia umepatana na fulani halafu mwingine ana uchungu, mwingine ana furaha, mwingine ana amani, mwingine hana amani, kitu ambacho hakipo. Kama watu waliopatana, mmojawapo akikosa amani wote hawana amani, mmojawapo akiumia wote wanaumia kwa sababu ni lugha moja, ni usemi moja. Bwana Yesu asiwe sana akanifundisha kitu. Angalia leo hii Wakristo wengi hawana amani katika maisha yao, hawana amani katika familia zao, ndoa hazina amani, na wanasema wamepatana na Mungu, wana maagano na Mungu. Sasa unajiuliza agano gani lisiyo na amani, unajiuliza ni agano gani hilo ambalo halina amani kama umepatana na Mungu hiyo amani kwa nini haipo? Na, na katika neno la Mungu anasema kwamba basi Mungu wa amani, yeye Mungu wetu ni wa amani. Unapatanaje na mtu mwenye amani ukose amani? Unapatanaje na mtu mwenye amani ukose amani? Unapatanaje na mtu mwenye furaha ukose furaha? Kitu ambacho hakipo, there are the mistake there. Kuna makosa pale, kuna makosa pale, sio bure. Amani hiyo sio, haiwezekani. Hapana, hapana, hapana, hapana. Sijui kama kuna mmoja anaelewa kile Roho Mtakatifu anatufundisha. Anasema basi Mungu wa amani, aliye mleta tena kutoka kwa wafu, mchungaji mkuu wa kondoo, kwa damu ya agano la milele, ye Bwana awafanye ninyi kuwa wakamilifu. Agano moja wapo kati yako na Mungu ni kuwa mkamilifu. Watu wanasema hey, ah, hakuna mwanadamu mkamilifu, hakuna nini, sijui mtakatifu. Nani kakwambia? Ina maana wewe uliyepatana naye sio mkamilifu. Uliyepatana naye sio mkamilifu. Ametuambia tunatakiwa tuwe kamilifu watakatifu kama yeye alivyo. Kama tumepatana naye, lazima na sisi tukamilike. Hatawa hatuna uwezo wa kujikamilisha, yeye anao uwezo. Kama tumepatana naye, kwa nini asitukamilishe? Kwa nini hatusikamilishe ha